Leo tulikuwa na katibu mkuu wa shirikisho la kandanda barani Afrika, CAF uh, bwana veron uh, amekuja na bwana Samson ambaye ndio anasimamia mashindano uh, walikuja kukagua viwanja uh, kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya CHAN na wameanza viwanja vya mazoezi wamekagua uwanja wa shule ya sheria eh, law school. Wamekagua uwanja wa, wa mashindano wa Benjamin Mkapa. Wamekagua uwanja wa mazoezi wa eh, Major General Isamuyo na wamemaliza hapa Jimkana eh, kukagua maendeleo ya maandalizi ya viwanja hivi. Kwa ujumla, wamefurahi na namna ambavyo tumefanya juhudi kubwa kuimarisha, kuboresha viwanja hivi na watatupa ushirikiano wote eh, kabla na wakati wa mashindano, lakini pia amempongeza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo serikali imewekeza kwenye miundombinu ya michezo, imemfurahisha sana, na tumetumia muda huu kumweleza juu ya mipango mbalimbali ya serikali ya ujenzi wa viwanja, viwanja vya mazoezi na vituo vya mazoezi tunavyotarajia kuvijenga nchi nzima, ikiwa ni moja ya ahadi za Mheshimiwa Rais za kuendeleza michezo ikiwemo kandanda kwa, kwa ujumla. Amefurahi sana, na sasa tunakwenda kwenye mkutano kupokea kama wanajambo lolote wanataka tulifanye, lakini na sisi tutawaambia ya kwetu. Uh, ili waende uh, na sehemu nyingine kwenye nchi nyingine, watakwenda Kenya, watakwenda Uganda. Kwanza tumeshalipa ada zote za mashindano ya CHAN. Uh, tumeshafanya maandalizi makubwa. Viwanja vyetu vingi uh, vilipata shida kidogo wakati huu wa mvua, tumeshaviboresha. Tumeleta kampuni kutoka Uturuki ambayo inatusaidia kuboresha viwanja vya mazoezi. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa ni karibu umekamilika, mwenyewe leo ameona, ameona pitch ameona maeneo ya kubadilishia nguo, ameona vyumba vya waamuzi, ameona vyumba vya kupima eh, matumizi ya mbinu na dawa haramu michezoni. Kwa upande wa uwanja wa mashindano, kwa lugha za sasa hivi tungesema Tanzania haina deni. Lakini kwa upande wa viwanja vya wa mazoezi pia ameona Law School, ameona Meja Jenerali Isamuyo ambavyo viko zaidi ya asilimia tisini, ni almost vimekamilika. Tulikuwa na changamoto kidogo na hapa uh, Gymkhana mvua zilizonyesha zimesababisha sehemu kubwa ya nyasi kufa, kwa hiyo tukaleta kampuni hii kutoka Uturuki ili wafanye kazi ya kupanda upya nusu ya huu uwanja. Tabaka la juu lote limeondolewa tumeweka tabaka jipya na sasa tuna mashine maalum ambayo inapanda nyasi inapanda mbegu za nyasi. Kwa hiyo hapa tunakuja kupaotesha upya, na wao wameelezwa mpaka na wataalamu kutoka Reform Sports. Wamefurahi kwamba kazi kubwa inafanyika, na kulingana na programu tulionayo ya uboreshaji wa pitch hii ya hapa Jimkana, hawana mashaka kwamba tutakuwa tumemaliza na uwanja utakuwa tayari kwa ajili ya CHAN.